Klabu ya Azam Football Club imeendelea na kutanua wigo kwa kuwafikia mashabiki wake uh, katika maeneo mbalimbali hapa nchini ambapo hapo jana imezindua tawi jipya la mashabiki katika eneo la Kigamboni, na hiki ndicho kilichozungumzwa katika uzinduzi wa tawi hilo la Azam Football Club. Azam imeonyesha hasa nini ambacho kinatakiwa kufanywa kwa ajili ya mpira wetu. Kama nilivyotoa kusema kwenye hotuba yangu, ni fahari kwetu, timu ambayo unayona pia ina vision, na timu ambayo sisi imetugusa imesaidia vijana eneo letu. Nimezungumza kijana mmoja ambaye nimemtaja yupo kwenye academy manake, na sisi tumeguswa na development project ya Azam moja kwa moja. Kwa hiyo sisi ni tukio kubwa, lina maana kubwa, na niwaombe wanacha, wanachama pamoja na wananchi kwa ujumla kwa ajili ya kusapoti klabu hii ili endelea kuleta mapinduzi katika mpira wetu wa Tanzania. Kwanza mimi nishajipa ulezi wa timu hii, japo hakuna risala ambayo imesema niwe mlezi, kwa maana ukishakuwa mlezi maana yake ndio unaangalia namna ambavyo jambo linakwenda kwa ajili ya kuweza kuweka mipango na mikakati kwa ajili ya kusaidia kuweza kutoa hamasa zaidi katika eneo langu. Bahati nzuri kata yangu ya Mjimwema ina mitaa minne, kwa hiyo kilichofanyika katika mtaa huu nitatamani pia nione katika mitaa mingine na mimi nitakuwa barozi mzuri wa kuendelea kuhamasisha wananchi kwa ajili ya kuweza kuisapoti klabu hii ili iweze kuwa na mafanikio na ilete matunda mazuri kama ambavyo ilivyokusudiwa. Sisi kwanza tunashukuru, tunashukuru kwa jambo hili, Mheshimiwa ametuunga mkono. Kikubwa zaidi sisi tutaendelea na ziara zetu hizi za kuzindua matawi Tanzania nzima. Kikubwa zaidi nitoe wito kwa mashabiki wa Azam FC eh, wa waisapoti timu kwa namna ya kwamba wanunue bidhaa za Azam FC original, vile vile wajisajili na kadi zao, kwa sababu sisi tunaweza tukasema tuna mashabiki elfu kumi, lakini tunataka katika database yetu tuwaone, kwa sababu tukimsajili kadi ya Azam FC tunampata katika database yetu. Lakini mtu kama hana kadi ni shabiki lakini bado hatujamfahamu. Kwa hiyo wajisajili na kadi zao vile vile wajiunge na matawi, ili zile idea zao na mawazo yao wakifikisha kwa viongozi wao yanatufikia sisi, tunayafanyia kazi kwa hiyo sisi kama idara ya masoko safari hii tumeamua kushirikiana na uongozi wa mashabiki kuona namna gani eh tunaongeza ile fan base na vilevile kwenda kupush kusupport timu kuona tunafika wapi. Aa, sisi kama, eh, sisi kama umoja wa mashabiki ya Azam FC Tanzania, tunashukuru kwa uongozi wote wa Azam FC kwa support ambayo inatupatia kila tunapokutana na vikwazo vyovyote katika zoezi hilo, lafunguzwa matawi wanakuwa kipaumbele sana kwa ajili ya kusupport pia tushukuru idara nzima ya masoko kwa sababu inafanya kazi kubwa sana kuhakikisha mashabiki wa Azam FC pande zote Tanzania nzima wanakuwa wanapendeza na kutumia bidhaa bora kabisa za Azam FC. Kikubwa kwa mashabiki wa Azam FC, tujitoe sana kwa ajili ya kuisapoti klabu yetu. Klabu yetu inatuhitaji sisi kwa hali na mali kuweka kuhakikisha tutoke hapa tulipo na tuweze kufika mbali zaidi. Klabu imeinvest kwa asilimia kubwa sana na hii inatupa hali kubwa sisi kama viongozi wa mashabiki kila sehemu tunapokwenda tunakuza kupata hamasa kubwa sana kwa sababu mashabiki wengi Tanzania nzima wamekuwa na matumaini makubwa sana klabu yao. Hili ambalo limefanyika leo hapa Kigamboni, e, simu zimekuwa ni nyingi sana kwa Kigamboni. Ndio la kwanza kabisa ambalo tumekwenda kuzindua leo, na mwitikio wa watu wa Kigamboni umekuwa ni mkubwa sana. Kila mtu alikuwa anapiga simu kwamba ili tawi lipo sehemu gani rasmi, ili tawi lipo Kigamboni, Kigamboni Ungindoni na pia Kigamboni, tumepata baraka. Mimi mwenyewe naishi Kigamboni tumepata baraka kubwa kupata tawi kama hili ambao inaweza kutuunganisha wana Kigamboni kwa pamoja, kwa sababu ilikuwa nikitoka kwenye matawi naenda Vingunguti wapi wapi, lakini leo nikitoka tu kwangu napita hapa na kuweza kuwa tunakuwa kauli moja. Pia vilevile vile kuna Kigamboni soka wapo ambao wanachukua vipaji tofauti tofauti, na pia kiangalia okay, akademi yetu ile ina imeingia na akademi kama mbili za Kigamboni kuhakikisha tunapata vipaji ambavyo vinakwenda kuwa ni ni chacho ya matumaini kwa hii Kigamboni kama alivyosema diwani wetu kwamba tutapata product moja kwa moja ambayo inatoka Kigamboni. Hii ni fursa kwetu sisi mashabiki ambao tupo kwenye matawi kama hivi. Tuko na wachezaji wenye vipaji basi tupe kwenye akademi zetu waweze kupata ile fursa ya kuweza kuonekana. Sisi kwetu hili limekuwa ni kubwa sana. Nitoe pongezi sana kwa wanaongindoni na mheshimiwa diwani kwa supporti aliyoonyesha, na hotuba yake imekuwa ni hotuba nzuri sana ambayo kwetu sisi, imetupa morali tuzidi kupambana kwa kuona kwamba familia ya Azam inazidi kukua na ukiangalia rasilimali na investment inayowekwa kwa huko tu ni fahari kubwa sana kwa mashabiki wa Azam FC. Azam yes! Hii inawaambia balaha lake ni zito. Msimu tumedhamilia watakiona cha moto. Vifaa vilivyoingia ni mwendo wa mkongoto. Hii sasa zamu yetu robo final tunaingia. Hii sasa zamu yetu robo yetu taingia, tunaitaka heshima yetu kwa nchi ya Tanzania wanafuata majirani zetu uko uko, tutajipigia. Hii sasa zamu yetu robo finali. tuna Ametua kocha la boli, wapinzani wamepata wenge. Mchana usiku alali, anayawaza makombe.